Moja ya profesi au moja ya jumbe ambazo Mungu amenipatia, kuanzia mwezi Septemba, ninaona sinto fahamu nyingi sana ndani ya chama tawala. Septemba, ninaona maneno Septemba, mwezi Septemba ni wakati wa tisa. Mm. Ninaona sinto fahamu kwenye chama kinachotawala. Tunachotakiwa kuombea ni amani, kwa sababu niliona mambo ya kipangaruka tofauti, so na no walivyotazamia, uasi na usaliti utatokea na mambo yataenda tofauti. Naona ndani ya chama chama kikigawanyika, watu wanagawanyika gawanyika maponi. Mungu anasaidia sana, haleluya ya chama cha mapinduzi CCM bado hakujapoa, ndivyo unavyoweza kueleza kutokana na yanayoendelea kugonga vichwa vya wadau wa siasa ndani na nje ya chama hicho kikongwe nchini. Mkutano huo ambao umeitishwa ghafla hautakuwa kwenye kalenda kwa kuwa ni miezi miwili tu imepita tangu chama hicho tawala kifanye mkutano mkuu uliopitisha ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025-2030 jijini Dodoma na kufanya marekebisho ya katiba. Mengi yanazungumzwa kwenye korido za siasa nchini, huku ikielezwa huenda vikao hivyo vikatoka na uamuzi mgumu ikiwemo hatima ya makada wake akiwemo mjumbe wa neki Askof Josephat Gwajima na katibu wa zamani wa neki itikadi na uenezi Balozi Humphrey Polepole. Mamlaka ya nidhamu kwa viongozi wa hadhi hiyo ni halmashauri kuu. Taarifa za awali kutoka kwenye vyanzo vyetu mbalimbali zinaeleza kuna mikakati ya kufukuza wanachama kwa kile kilichoelezwa na makada ndani ya CCM kuwa wamekwenda kinyume cha maadili na kinachodaiwa kupotosha uamuzi uliofanywa na mkutano mkuu. Siku za hivi karibuni, makada hao wamekuwa wakitoa kauli zinazoonyesha mitazamo tofauti kuhusu uamuzi uliofanywa na vikao vya chama hicho hasa Balozi Polepole akikosoa mchakato uliompitisha Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea urais kwa tiketi ya CCM. Licha ya kuwa ni kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hofu imetanda zaidi kutokana na ukweli kuwa tayari CCM ishafanya mikutano mikuu minne ndani ya miaka minne chini ya wenyekiti wa Rais Samia, zaidi ya ilivyoelekezwa katika kalenda, kwa mujibu wa ibara 103 ya katiba ya CCM.